Mara baada ya yule bibi anaitwa Sushao alipotoka mezani pale, basi akawa amebaki Chwinon akiwa peke yake tu, na upande wa pili kwenye meza aa, alikuwa ni mtu mzima mwenyewe e, mzee baba master Fu Hongxue. Kama kawaida yake, panga lake lazima aliwe pembeni yake, alikuwa amelitia pale mezani, wakatazamana hivi kama ah, wow, I can't believe. Mtoto anamtazama jamaa akaanza yeye, vipi, unaendeleaje? Pokoa mimi naendelea vizuri na, sijui wewe? Woye henha, anasema na mimi pia naendelea vizuri. Sasa hakutegemewa watakua, anamuuliza umevaa nini? Oh, lakini umependeza ta mafud anasema mimi ni mke wa mtu kwa sasa, kwa hiyo inabidi nalazimika kuvaa hivi ili nijistiri. Kwa hiyo haijalishi mimi nilikuwa mwanamke wa aina, ndio maana yake. Sasa nimepata pa kustiriwa, ndio maana nimeolewa. Nimeelewa, hongera. Ni mwanaume mzuri tu

Pa zaidi yoyote ni mtu ambaye hawezi kunitelekeza, hawezi kunitelekeza alafu akaondoka peke yake. Hayo maneno alimchoma jamaa. Hey, bibi ni kama vile anamsema kisirisiri, anampiga kimafumbo, unajua anapiga, pamoja na yote kwamba hawezi chochote, lakini yuko makini, anajua kunilinda, anapenda kuniona nikiwa salama ni kwa hivyo basi usijali, wala sitokufuata usemeti, labda nitakusumbua. Uwe tu na amani katika dunia yetu hiyo. Naamini basi tumekutana, na kila mtu ataenda njia yake. Haijalishi mtu gani anakuinda, basi jitahidi pia na wewe ujilinde, uwe salama. Ukimwangalia master Fu Hongxue apata <laughs> mafuta, sijui mara ya mwisho kupaka ni nini nywele zenyewe zimepauka zinakuwa kama katani, sema kweli, kwa sasa hata sifai tena kukaa hapa karibu na wewe, kwa sababu mimi nimesha kuwa mali ya mtu mal so kind of. Anamwambia haya ndio maisha ambayo ulipaswa kuyachukua. You know, ulipaswa kuishi kwa kuwa basi ndio chaguo ulilofanya pengine ndio kitu bora zaidi ambacho umefanya, ambacho ulitakiwa kufanya wakati wote. naomba tafadhali usini akawa anamfuta machozi, namwambia unatakiwa uwe na furaha. Akamwambia, lakini pamoja na kwamba nimeolewa, lakini bado nashindwa tu, yani hata kujikontrol, anashindwa kujizuia an yani kupewa tu mkono vile tayari

acha nikuambie jambo moja. Huyu sasa ni mtu. Mtu yote akifanya hiki ambacho nilikuwa nafanya, unatakiwa ufanye kama hicho ulichofanya hapo sasa hivi. Umenisikia? Eh, jamaa anafundishwa kabisa jinsi ya kumlinda, hmm, mke wake anajua kwamba mchezi sio mtu mbaya kama ambavyo mwanamke yule kamwambia. Lakini ule kadia mguu wake mpaka leo anachechemea, unajua mguu uliumizwa vibaya yeah. E, watu wengi waliona hili tukio wakashangazwa sana. Huyu ni mlevi gani mstaarabu kiasi mpaka anaweza kuongea maneno kama hayo? Sasa Waga anatembea tu yeye usiku na mchana, ni mtu mmoja. Waga tu anamtafuta mako chanzo, anatembea usiku na mchana. Leo mvua inamwagikia, lakini bado unaweza kuona hata kabisa kwamba jamaa maisha yake, alishaamua kwamba hatopenda tena, na pia anataka kuhakikisha kile ambacho mama yake alimtuma kufanya basi ni mpaka kitimie. Eh, sasa ameenda huko, amekunywa pombe mpaka anatapika, yani jamaa noma sana no. Lakini basi yule mwanamama Sushao hakuwa mbali kama unataka kumsahau basi, nabidi mimi na wewe tupate muda tunywe pamoja, njoo kwangu. Mume wangu alipokuwa hayupo, tulikuwa tunafanya hivyo, yakitokea mambo yanayoumiza, tunaenda kujibanza. Na hapo, yule mwanamke, sio alitokea wapi? Kwa hiyo akawa amemkaribisha kwenye maskani. Jana usiku, watu wetu waliondoka, hawakurudi, na habari zote hatujui chochote kuhusu i i

Miss Ma, unajaribu kufanya... nadhani inatakiwa kulipa wema niliyotendewa na Ma Fangling. Nikasema labda nifanye hata usafi kidogo. Na nani alisema unatakiwa kufanya kazi? Nimeambiwa kwamba, eh, Gongsan alizikwa juu ya milima. Mmetufanyia kitu ambacho sikutarajia. Na naomba, naombeni samahani kwa usumbufu wowote. Nafikiri si mwanamke sifa ya kila namna, kila kitu unachofanya kinaeleweka kabisa, hmm. you xin de hua... basi umesema ulichosema. Basi uwe mfanyakazi wetu. Vipi unakataa kuwa mfanyakazi? Akasema nakubali. <laughs> we lakini kuwa mfanyikazi wangu. Eh, sio rahisi, sio kama tu kufagia sakafu. Ne inabidi tu uh, so wakati huo nilipokuwa nyumbani kwenu na mimi nilikuwa mfanyikazi. Maisha ni kupanda na kushuka. Jana kwenu ulikuwa juu, sasa sasa hivi mmeshuka. Sisi tuko juu. Sitakupa wakati mgumu. Utanisaidia tu kufua hizo nguo chache tu. Howba. Sawa eh? Hivyo ndo ambavyo mfanyikazi anatakiwa kujibu kwa bosi wake. Sasa nitakufundisha adabu, sema kama wenzio eh. Akasema sawa bosi. Safi sana, haya fanya haraka. Hebu angalia, mpaka unadondosha na umalizi. Hayo kuna mapazia, kuna mashuka lala, kuna foronya ndio bosi, ngoja nah, ah, nikafue haraka sana basi. Imebidi abebe zile nguo, ni kitu ambacho hajawahi kufanya kwenye maisha yake, swala la kufua. hamruhusiwi kumsaidia, mmenisikia eh? Ninyi kazenu ni kumsimamia <tifungi> Inaonekana sasa hivi hana ujanja, ndio hivi, ameshaingia kwenye familia yetu, nataka tumuoneshe kidogo rangi oh, azione rangi zote chela, lakini msifanye kitu cha kumwonesha kama mnanyanyasa. Wakasema sawa sawa, haya sawa. Sasa amepewa kazi ngumu sana ya kufua na nguo nyingi sana. Kwa hiyo panaziwa ni mtu, mtu ni mtu ni kama dimbwi, uwezi kusema hili ni ziwa, maji yamefanya, yani yamesimama tu pale. Kwa hiyo basi amejikuta katika maisha hayo. Sasa hivi anaishi maisha ya kujitafuta, aise fanya raka, kuna nguo ambazo unabidi uje ufue za kwangu za kuvaa. basi angalia, akaitwa na kaka yake na misding, inabidi aende akachague tena nguo nyingine ili kusudi basi aweze kukua. Wakati wale wamemuita, wengine wakaenda kuchukua sijui kitu gani, wakaenda wakachafua zile ambazo zimefuliwa. Yule ni kakake mkubwa ameenda kuchukua sijui, mnaitaga batiki kitu kama hicho, rangi rangi. Nguo imekuwa nyeusi. Wewe unafuaje nguo mpaka imekuwa namna hii? Hata sijui ni kitu gani kimekuja, yani nilikuwa tunafua hapa, nimetoka kidogo narudi nakuta hivi. Yaani, nguo yangu ya gharama kiasi hicho dinfo. <laughs>

Sasa ah, hivi ni mfanyakazi wangu, mbona wakati ule mimi nilikuwa mfanyakazi wake? tiy ka basi, pole sana kwa kinachoendelea, akisema nimeelewa, ngoja nitakusaidia. Namwambia nitafanya mwenyewe ifasnti <coughs> Ni mambo mengi sana yametokea hivi karibuni. Hauna haja ya kunisaidia. Asante. Anatia huruma sana. Mm -hmm. Anasema wakati mwingine natamani hivi vyote vingekuwa kama vimetokea kama ndoto, kwamba labda hiyo ndoto itakuwa imeisha nitakapokuwa nimeamka. Lakini kila wakati ninapofumbua macho yangu nagundua kwamba hivi ni kitu cha uhalisia na si ndoto. Kwa hivyo sasa nimeshaelewa. Kumbe ni ukweli kwamba nitapata wakati mgumu nikiamua kuchagua kuishi maisha haya. Akaambiwa, je, yeah, umeshafikiria njia nyingine? Akasema, hakuna, na hakuna mtu atakayenisaidia. Hakuna mtu yoyote atakayenisaidia. Najua moyoni mwako yupo Fu Hongxue, lakini naomba uniamini kwamba hata kama ukisema umuue haitatakufa, maumivu hayo yatabaki kwenye moyo wako tu. Akasema, sihitaji kuambiwa chochote kuhusiana na nyinyi. Mliwahi kupendana Sijui nini kimetokea kati yenu. Lazi, lazima kutakuwa kuna kitu ambacho amkuelewa tu, yani wewe na yeye amkuelewana. Binti alipata uchungu. Akamwambia niamini, Hayo ambayo unayafikiria inawezekana sivyo jinsi yalivyo. Uh, hatuwezi kurudi tulikotoka, najua kwamba aa nyinyi wawili wote ni marafiki zangu na nimekuwa nikipata taarifa kwenu nyinyi wote wawili watu mzuri, ikajikuta kwenye kumi na nane. Sasa akawa hata kuchomoka hawezi. Namwambia, sikiliza, kuna wakati huwa wanapenda jinsi unaishi unavyounaishi maisha, wewe huwa unaweza kuishi. Natamani ningeishi kama wewe, Kili? <tikin wadayana> Sasa angalia kitendo cha kurudi ndani. Cheki kitu ambayo imempata. Mwanamke anapiga. Yaani muda huu tu ulikuwa ulikuwa kule na mlikuwa mnaongea nini? Nakuuliza... Mbona sijafanya chochote? Yaani nasikia mpaka marashi ambayo ya nguo yako itakuwa umemkumbatia. Hapana, <tikin wadayana> kwa nini unaniwazia hivyo? <tikin wadayana> Hakuna chochote kilichotokea bwana bwaa Pumbavu, wewe nakwambia, alafu oh, bibi alafunbamani <laughs> nakwambia nitakupiga mpaka uongee ukweli leo, basi inatosha sasa. Ni, sasa unataka <sighs> ni... nini huko ndani huku? <laughs> ni una unakaa huku unakula unakunywa na kila kitu unapata, lakini unaenda kumkumbatia mwanamke mwingine. <sighs> <clears throat> <clears throat> <clears throat> Sabibia anamwonyesha kwamba anawivu sana. Kwa hiyo basi hapo ilikuwa noma kweli. Yani kila anachofanya asikilizwi wala nini, ni kupandikiziwa tu mambo, pigwa kweli, amna bwana, kuna kitu kichochote kilichotokea. Mmm, amepitia magumu, baba yake amemkimbia, nyumba yao imechomwa, amempoteza mtu anayempenda. Eh, sasa hebu kweli mtu kama yule utamwacha aende akakumbatie mti. Mimi nilikuwa nimesimama tu pembeni, kashangaa amenisogelea. Alikuwa analia. Hasa ni msukume, kwa sababu analia ni msukume. Pumbavu wewe. Yaani unakubali kabisa. Kwa hiyo ukaona umkumbatie kabisa. Nilishakwambia wewe ni wangu mimi, sio wa mtu mwingine. Lakini mbona mimi sijaandikwa jina lako mgongoni? Unasema mimi ni wako tu. Haya, kitu gani kingine mmefanya ni wawili? Naomba ni muwazi kabisa. Amna kingine chochote tulichofanya. Imebidi tu ni mshauri na kumtia moyo ili aweze kujua kwamba maisha yake yanaendeleaje? No. Halafu hakuna kingine unachosema. Unanikumbusha kitu kimoja. Hebu kwanza toa nguo zako, vua nguo, vua mwamba. Akaanza <coughs> kuvua, bibi akaanza kufanya kitu special ambacho anafanya kwa ajili yake. Aliwaza nini? Ile nguo ikawa imeandikwa maandishi kama yote haya, geuka basi. Mgongoni ile nguo ilikuwa imeandikwa maneno mabaya, sema haya, geuka. Mm, sasa nataka utembee mara kumi katika barabara kubwa ukiwa umevaa sasa, geuka tena. Haya, nenda. Eh, mgongoni pale pameandikwa jamani, msaliti sasa haya, taratibu usiende. Eh, utakuwa unatembea taratibu zaidi, sio hivyo? Binti anacheka. Mtazamaji, ukiwa huna hela ukaenda kuolewa kwa kuoa kwa familia tajiri, mambo yenyewe ndo yanakuwa kama yale. Yana. Sasa mtoto wa watu anafanya kazi ngumu, ukizingatia pia yeye ni mjamzito. Eh, amejikuta katika hali kama hiyo, anasema mtoto Mwanangu. Sijawahi kufanya aina ya kazi kama hii hapo kabla. Lakini sasa sasa najua inakuwa. Kumbe kazi za ndani zinachosha kiasi. Sasa sina namna nyingine inabidi. E, basi tunaishi katika nyumba nyingine. Ilibidi anapomaliza kazi zote za ndani kule, anatakiwa aende akafanye kazi za kulima, kazi za shamba. Kwa hiyo alikuwa anafanya kazi ngumu za aina zote. Ndio sasa anaongea na mtoto wake tumboni, wanasemaga mama kuongea na mtoto wake tumboni huwa inasaidia sana kujenga akili ya mtoto na vile watoto huwa wanasikia eti, inasemekana. Anasema mimi sijafanya kosa lolote, sijajua kwa nini natakiwa niapitie mambo kama haya katika hii dunia, lakini hivyo ndivyo ambavyo, binadamu. Labda labda ilitakiwa niishi kwa staili hiyo, labda nipitie hayo kujifunza na anashukuru Mungu kwamba asikuweza kuwakatili kwa kiasi cha kukufanya ufe, yani kwa kugairi kutoa mimba, ni mimi ndo nimefanya hayo mama. Kwa hiyo haijalishi kitu gani chochote kitakacho, nitaendelea kuwa na wewe, nitakabiliana na chochote kitakachokuja. Unapaswa basi uwe kijana utakayekuwa na afya pindi utakapozaliwa. Haya, nishapumzika vya kutosha, twende tukafanya kazi. <coughs> Basi masikini aliendelea kufanya kazi za shamba, ndio hivyo hivyo tu, anajitahidi tahidi. Mara kidogo kizunguzungu kikaanza kumtandika, pale pale akawa amedondoka chini. Jua ni kali hali kwa wakati anafanya kazi ngumu, familia ya Ding haijui chochote. Mezani pale bado chakula kipo, lakini hawamuoni 今天怎a没e看到m小姐 mm, inakuwaje mpaka saizi jajaii nini ambacho kinaendelea 但是 你不能着si子

Aha, kuna kitu nimekumbuka. Hauoni kama umeshamfanyisha vya kutosha? Mbona kila mara nikipanga kitu mnapangua eh? Eh, familia nzima ikachomoka imeenda kumtafuta.